Parachichi ni moja ya matunda yenye virutubisho vingi sana na faida nyingi kiafya. Hapa kuna faida kuu za parachichi kiafya, lakini kwangu mimi faida namba nne na faida namba tano binafsi zimenifurahisha sana. Hivyo, kitu cha msingi ni wewe kutokubanduka hapo ulipo ili kuweza kutambua faida za parachichi ni zipi kiafya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 hivyo ni msaada mkubwa sana katika kuongeza kolesteroli nzuri, hivyo hulinda afya ya moyo pia hata mishipa ya damu. Namba mbili ni msaada mkubwa sana katika kusaidia afya ya ubongo, kwani mafuta ya parachichi yanabeba omega 9 fatty acid ambazo ni muhimu kwa maendeleo na kazi bora ya ubongo, hasa kwa watoto pia hata wazee. Namba tatu ni msaada mkubwa sana katika kuchangia katika ujenzi wa misuli na nguvu mwilini, kwani parachichi lina potasiamu nyingi zaidi ya ndizi. Potasiamu ni muhimu kwa usawazishaji wa maji mwilini na kwa kusaidia misuli kufanya kazi vizuri. Kabla hatujaingia moja kwa moja kwenda kuzitazamia zile pointi namba nne na namba tano, ambazo binafsi zimenipa furaha na kunifurahisha juu ya faida za parachichi, kama tuweni wa kwanza kufungua chaneli hii, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili tu kwanza kupata taarifa zetu mpya pindi tu tunapokuwa tunazi upload. Faida namba nne, hii ni pamoja na ni msaada mkubwa sana katika kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Hivyo maparachichi husaidia kupunguza sehemu ama kolesteroli mbaya. Maparachichi pia husaidia kushusha shinikizo la damu, hivyo hupunguza hatari ya kiharusi na hata pia mishituko ya moyo. Faida ya mwisho ya tano ni msaada mkubwa sana katika kuchangia ngozi kuwa laini na yenye afya. Tunda hili lina vitamini A C na mafuta ya asili. Parachichi husaidia ngozi kuwa na unyevunyevu, kung'aa, na kupunguza uzee wa ngozi wa mapema. Kwa matatizo mbalimbali mbali ya kiafya kama nguvu za kiume vidonda vya tumbo, afya ya akili. Safari ya Afya iko mbele yako, kwani suala zima la ujenzi wa afya ni jukumu ambalo linatuhusu sisi sote. Kwa matatizo makuu haya mawili, nguvu za kiume pia vidonda vya tumbo, tunazo dawa thabiti kabisa katika ku shughulikia matatizo hayo, na uzuri wa dawa hizi zinapatikana kwa gharama nafuu sana. Kikubwa na cha msingi niwe kunitafuta katika namba ambayo inapita kwenye skrini yako, ili tuweze kukaa meza moja na kutatua tatizo. Pia niendelee kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele hei katika kufuatilia video zetu mpya pindi ambapo tumekuwa tukiziao na kitu kingine cha ziada zaidi ya kuendelea kwa kuwashukuru asanteni.